Karibu wageni wetu Mamongolo, mmefika leo, tuna jambo letu, sikiliza kwa kika, tunajivunia chetu afya tita imali kama matwasem asante ee, ee, ee. Zahanati tumepata, zahanati tumepata, tusemeni ni kwa mama, mamilioni kaleta. ah, ah, ah, ah! Hakuna kilichokwama chokwama, ukizunguka kwa kata, miradi yote ya mama mama. Twasema asante e, e, e, e. Zahanati tumepata sasa, limekamilika jengo laia mama, kitanda kimeshafika. ah, ah, ah, ah. Kwa uzazi ni salama, hakuna tena mashaka, kujifungua kwa mama, mama, twasema asante e, e, e, e. Zahanati tumepata afya ya mama, mama ni mwana kipaumbele cha mama tena pasi poyana a ah, ah, ah, ah. kafika hadi kama tutakuwa waungwana tukimshukuru mama, mama, mama twasema asante e, e, e, e. Zahanati tumepata mama, wezi jutia kwa wewe kuwepa Njombe na sisi twashuhudia, ah, ah, ah. Mama aleta jembe, nani nani asiyesikia atakupiga vijembe, mama twase asante ee e, e, e. Zahanati tumepata, Luketula ni mshenga tena, asi yanachenga mipango akiipanga, ah, ah, ah, ah. Na kuna wa kupinga, kwa kazi amejipanga, Makowo ameitenga, Mama tuasema asante e, e, e, e. Zahanati tumepata, ni baba mwenye maono, watu amewapa mwanga, sim mkono o oh, oh, oh, oh. Aweza kuwa ni mwanga, iyeyawa no majivuno, kabeba hata mchanga, Mama chase asante eeee e, e, e. Zahanati tumepata hapa tulipafikia, juhudi zake ni kubwa, wazembea kuwalea. ah, ah, ah, ah. wadogo watawakubwa na wageni watujia, mambo yetu ni makubwa. Mama twasema asante eh, eh. Zahanati tumepata tupeleke esalamu kwa mama yetu kipenzi, majengo sasa timamu. uh, uh, uh, uh. hakuna tena mabanzi kayondoa magumu, ngoja tu imbe utenzi. mama tasema asante eh, eh, eh, eh. Zahanati tumepata, tunalaganila nyumba mganga, kaka mbali, usiku ae kuyumba huduma ah, ah, ah, ah. Kuwe kwa mbali hata, njia ni mashamba mafichoma, makatilimamatase asante e eh, eh, eh, eh.

Zahanati tumepata kalitama tumefika yetu mambo tumekupata Njombe ukifika a, a, a, a. Upange kurudi hapa mengi yahitajika ukiweza leta pamamatasem asante e, e, e. Zahanati tumepata kaditama tumefika yetu mambo tumekupata Njombe ukifika a, a, a, a. Upange kurudi hapa mengi yahitajika ukiweza leta hapa mama twasem asante e, e, e, e. Zahanati tumepata, haya diwana mefurahi diwana amefurahi diwana amefurahi diwana amefurahi kuja nyingine usijali.